Yes, leo tunakwenda kucheki namna gani ambavyo tunaweza tuka mixi, dialogue, vocal, yani sauti fulani za mahojiano. Inawezekana ikawa umefanya interview kwa ajili ya podcast na matumizi mengine ambayo wewe umeadhamiria, lakini mwisho wa siku sauti zikawa zimepishana pishana, hususan kwenye hizi dynamics. Sauti zingine ziko juu sana, sauti nyingine ziko chini sana, na hii inaweza ikawa inasababishwa na Uh, equipment ambazo unazitumia kwenye recording session. Kwa mfano uh, una mic ambayo uh, ina uwezo wa ku capture noise vizuri, alafu mic nyingine ikawa kidogo sauti zake zinaingia kwa mbali. Sasa ni jinsi gani ambavyo utaweza kufix hilo, ni kupitia uh, stock plugins mbalimbali mbali ambazo ziko hapa, una uwezo wa ku solve hilo tatizo vizuri kabisa na siku za nyuma tuliangazia juu ya matumizi ya compressor, ambayo uh, inafahamika kama uh, dynamics compressor hii hapa. Tulijifunza kuhusu compressor hii hapa sasa. Leo tutajifunza compressor nyingine ambayo inaweza kufanya kazi kama ile ambayo uh, imefanyika kule, ni kwa namna gani? Basi sawa, twende tukacheki na hiyo hapo. Sasa leo tunayo uh, compressor nyingine ambayo inaitwa single band compressor hii hapa. Hii ni miongoni mwa compressor ambazo ni powerful sana kwenye hilo zoezi. Lakini kabla hatujaenda huko, nikukumbushe tu ya kwamba kama ndo mara yako ya kwanza uh, unatazama video hii basi hakikisha kwamba unabonyeza hapo kwenye alama ya kengele kwa maana ya kusubscribe, lakini pia kupata bell notification hizo. Uh, yaani ugonge bell notification hizo kwa ajili ya kupata taarifa kila ambapo tunakuwa tumepandisha video mpya kabisa na kuwa wa kwanza uh, kuicheki na kuondoka na madini, lakini usiache kushare basi kwa wengine ili wapate fursa nzuri nao ya kujifunza mawili matatu ambayo yatakwenda kuwasaidia katika uh, mambo yao ya production. Na hii unaweza ukaitumia hata kwenye Adobe Premiere. Wale ambao la wanatumia Adobe Premiere kwa minajili ya kuedit videos kwenye sehemu ya sauti kule, unaweza uka uka apply hizi issue na mambo yakawa mazuri kabisa. Asikumbie mtu unapo shoot video kali alafu voko yako ikawa ni mbovu; yani sauti zikawa mbovu, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa hiyo video yako ikawa imeshushwa thamani. Lakini uh, kama video yako umeshuti vizuri na sauti ipo katika quality nzuri, basi kuna credit nyingi sana ambazo uh, utazipata kupitia ubora wa hiyo kazi yako. Sasa pasi na kupoteza muda, twende tukaangazie kile ambacho tumekikusudia. Tunaona hapa kuna mawimbi haya ambayo yamezidi zaidi na mawimbi ambayo yamezidi zaidi yenyewe yanagota kwenye negative 15 hii hapa, kama ambavyo tunaona. Lakini vuko yetu ya chini kabisa hii hapa ipo inacheza kwenye DB 27 kama ambavyo tuna tunatazama hapa. Sasa sisi tunachokifanya ni kuitrigger hii vocal ambayo iko kwa chini kabisa hii ambayo DB 20 na ngapi? 20 na saba. Tutadili na hiyo hapo. Sasa tunachokifanya sisi ili kuweza kudili na hii kuitrigger hii tutadili na threshold. Threshold yetu ni hii hapa. Kwa hiyo sisi tutakwenda mpaka kwenye DB 20 na e, uh, saba. Lakini nia na madhumuni ni kuhakikisha kwamba uh, tunaikamata hii vocal ya chini kabisa hii, uh, ambayo ninaonekana hapa ndo ina udhaifu. Sasa sisi, sisi kwa 28 ili wakati wote hiyo inashambulia ina, ina tu hapo sawa. 28 hii hapa mimi nime nime trigger na maana chini kidogo ya 27 kwa vyote tulikuwa tumeikamata hii voko vizuri kabisa. Kisha hatoa inayofuata ni ratio. Sawa, kwamba katika voko zangu ambazo zinaingia kwa ziada ya dB tatu, labda nataka la dB moja tu pekee yake ndio iwe ambayo inaingia kwenye voko yangu so nitafanya hivyo kisha baada ya hapo attack, uh, hapa ipo kumi. uh, tuweke labda moja, tuweke moja. Release hapa mia moja tuweke 50 hapa sawa, eh, tuweke 50, and then hapa una preview sauti yako inasikikaje? Uki preview unaona dhahiri kwamba sauti yako kidogo imeshuka ile punch yake. Kwa hiyo kupitia gain hapa, output gain tunaongeza sauti yetu ambayo tumeipoteza wakati wa kufanya nini? Uh, mchakato mzima wa kucompress. So baada ya hapo nita apply na vocal yangu itakuwa inaonekana hivi. Tunaona hivi. Vocal imenyoka kabisa hii hapa. So hapa unaweza ukafanya hivi tu kidogo lakini voko yako inakuwa imenyoka vizuri kwamba hata uki play hapa. Sikia. Lakini mwanzoni kule tunakumbuka kwamba, oo voko yetu ya juu kabisa ilikuwa inacheza kwenye negative 15 ya chini kabisa ndio ilikuwa inacheza kwenye negative 27. Imeinuka zile za juu zimeshushwa kidogo, tumepata level nzuri kabisa hapo. kwa hiyo Uh, hiyo ni namna ambavyo tunaweza tukapata uh, usikivu mzuri au dialogue mix yetu ikatupa matokeo mazuri kabisa ambayo tunaweza kuwatumia katika mambo mengine. Thank you. Tukomee hapa.